Kristo, karibu tena, sasa tuendelee kutafakari kuhusu Yesu Kristo ni nani na kwa nini alikufa? Karibu. Yesu Kristo ni nani? Kanisa Katoliki linafundisha kwamba Yesu Kristo ni Mwana wa Mungu aliyechaguliwa kuja duniani ili kuokoa wanadamu. Yeye ni Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. Ina maana kuwa ana asili mbili, ya Mungu na ya mwanadamu kama Mwana wa Mungu Yesu alikuja duniani kuonyesha mapenzi ya Baba, kuleta mwanga wa kweli na kuonyesha njia ya wokovu. Kama mwanadamu, Yesu alihisi furaha, huzuni, mateso na majaribu kama sisi. Hii inatufundisha kwamba anaelewa maisha yetu na mahangaiko yetu. Kwa maneno mengine, Yesu Kristo ni Mwokozi, Mwalimu na mfano wa maisha mema. 2. Kwa nini Yesu alikufa? Kanisa Katoliki linafundisha kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya upendo wake mkubwa kwa wanadamu. Wakati wa dhambi za mwanadamu, hatuwezi kufanikisha wokovu wetu wenyewe. Mungu alituma Yesu ili kulipia dhambi zetu na kutufungua njia ya uzima wa milele. Kifo chake msalabani kufanya toba na msamaha uwezekane. Kwa maneno mengine, Yesu alikufa ili kutuokoa kutoka dhambi na kifo cha milele. Kifo cha Yesu pia ni ishara kubwa ya upendo usio na kipimo, alikufa hata kwa wale waliomkosea, akidhihirisha kwamba Mungu daima anatupenda bila sharti. Uhusiano wa kifo cha Yesu na uokovu. Mfufuko wa Yesu ni ushahidi kwamba dhambi na kifo havina nguvu ya mwisho. Kwa kumwamini Yesu na kuishi kulingana na mafundisho yake, mtu anapata msamaha wa dhambi na uzima wa milele.